kazi kwa utulivu na amani ikarudi na taarifa ikawepo. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanasiasa, wabunge, sisi tumekuja humu kwa ajili ya kuwawakilisha wananchi, na sisi ndo tumepewa dhamana ya kuwasemea wananchi wetu. Hakuna mbunge hata mmoja anayetaka kuona jimboni kwake kuna nuka. Hakuna mbunge hata mmoja anayeona vyombo vyetu vya ulinzi na usalama havifanyi kazi. Niwaombe wanasiasa wenzangu, tusiingie disko la kimasai ambalo hatujui kulicheza. Na hawa wenzetu wamekuja kutoka Kenya, tuwaombe na wao, wanaangalia bunge hili. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya, hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele, tuna maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama, msikubali kuruhusu watu hao waje watuharibie nchi yetu. Niwaombe sana huyo Mwa, sijui Mwangwa sijui Mwangi na Mazakarua ndo vinara wa jenz kule, wameharibu nchi yao, wamewekwa na ndani wametoka kule, wamekuja tena Tanzania. Tunawaomba wa Kenya hatuna ugomvi na Wakenya wa kawaida, tuna ugomvi na wanaharakati na sisi tuko tayari kupambana nao majukwaani. Niwaombe sana Wakenya, tunafanya nao biashara tunafanya mambo mengi ya kiuchumi, marais yetu wanaheshimiana. Waje Tanzania kuja kujifunza, waje Tanzania kuja kutalii, lakini niwaombe wasije kutujaribu na mimi kama mbunge niwaombe vyombo vyetu vya ulinzi na usalama najua, mnapitia wakati mgumu saa nyingine, na sisi tunawasema, lakini zibeni masikio. Nadhani jeshini huwa hamfundishi siasa, fanyeni kazi yenu. Kama mtu anatuchokoza, si tunahitaji kuendelea kuniga tai? Hatutaki kinuke, hatuhitaji swala la kunuka kwenye nchi yetu. Niwaombe sana, niwaombe sana, nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, pamoja na viongozi Zue, wetu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, sisi tunaviamini kwa asilimia mia moja. Haya ni majaribu na yatapita, endeleeni kufanya kazi, endeleeni kufanya kazi. Na nimemsikia mwanasiasa mmoja mwenzetu, rafiki yangu, amepigapiga akaingilia mpaka na maamuzi ya rais. Jamani, tulikuwa na awamu ya tano humu ndani, mi nilikuwa mbunge mwamba marehemu Hakuna mtu alinyanyua mdomo, hakuna mikutano, na hata hiyo press ungepiga jioni ungekuwa nao jamaa. Sasa tusimwone mama mpora, tukatumia hii nafasi kumwingilia mpaka na maamuzi yake. Sisi wote tumeapa kulinda katiba, rais wetu amelinda kuapa katiba na kulinda usalama wa nchi yetu, aachiwe nafasi afanye kazi haya majaribu mnayofanya, Samia tunaye na tunatamba naye mpaka thelathini. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanasiasa, swala la usalama tusilifanya la majaribio. Tuliguswa tu na panya rodi, nye watu wa Dar es Salaam humu ndani mlipiga kelele hey, Sasa kimeanza kidogo kidogo hiki, tukikiacha mheshimiwa mwenyekiti, kule Kenya wakati wa utawala watu walikuwa wakipotea hivi kabla ya kufanya uchunguzi, vinasingiziwa vyombo vya ulinzi na usalama, wakabagaza vyombo vyao vikazaririka. Matokeo yake vyombo vimefanya uchunguzi, vikaenda kukumbana na shakahora, watu mia mbili wamefukiwa na mtu, lakini mmeshatukana vyombo vyenu, mnawakatisha watu tamaa aise, kwa sababu leo tuko wote humu na mimi, hii ndo nafasi yangu kwa ajili ya kuwakilisha wananchi wangu. Niwaombe vyombo vya usalama, hata mii nikikosea, nitie ndani ili wengine wasalimike, lazima mfanye kazi yenu, tusiwaingilie hata wanasiasa. Naona kama labda joto limeanza. Mi nilikuwa naangalia hata ile clip, nikawa namwangalia mdogo wangu Gwajima hapa, askofu, labda kuna joto jimboni, maana ile presi mimi sikuielewa. Na niwaombe wanasiasa, tunaporudi kwenda kuchaguliwa, tukisimama majukwani, tuahidi vitu tunavyoviweza mkiahidi vitu vikubwa ambavyo haviwezekani, matokeo yake mwishoni mnaanza kutafuta huruma ya wananchi. Mi nakaa Mikocheni. Tunasubiri kwenda Japani kwa Gwajima. Halituahidi, alituahidi kwenda Japani, tunamsubiri atupeleke Japani. Alisema anatupeleka Japani na Ujerumani tukabadilishana uzoefu, na mimi niliandika jina, ni mwananchi wako wa kwa Mikocheni, tunakusubiri utupeleke. Kwa hiyo tusilete pressure za majimbo, tukaanza kuingilia mamlaka rais. Ana nafasi ya kumtengua yoyote na kumweka mtu yoyote. Tusitumie uporo wa mama Samia kuanza kuingilia mpaka steti kwenda kupanga na kupangua. Hapana, wananchi wetu kule wanatushangaa. Mimi mheshimiwa mwenyekiti, jana nimepokea zaidi ya simu mia mbili, wanasema kesho mambo ya ndani hatutaki kusikiliza chochote. Hata kituo cha polisi usiombe, hata gari usiombe watie moyo polisi, watie moyo vyombo vya ulinzi na usalama. Tunataka kuishi kwa amani. Hivi niwaulize, tukianza tukianza kuwadogosha askari wetu, tumefanya kazi kubwa, tumejenga bwawa la Mwalimu Nyerere, tumejenga daraja la Busisi, tumejenga mwendo kasi. Kama hamna amani, basi yote yataharibika, yata tuna haja gani? Nchi yetu tunaitengeneza, kuna watu wanakesha, hawalali hawalali kwa ajili yetu. Sisi tunapiga tai, tunabadilisha e, simu. Kuna watu wanashinda na mabunduki huko kufikiria sisi tunaamkaje, wakati sisi tunasinzia na wake zetu, watu wengine wanakesha kuona huku ndani watu walale, waamke kesho waende kazini. Niwaombe sana, wabunge wenzangu wa bunge hili, tuwatie moyo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Najua unapitia vitu vingi, hata mimi mwenyewe mbunge Msukuma Sipendi mtu apotee, lakini siwezi kutoa hukumu nani amewapoteza. Vyombo vyetu kwa weledi mlio nao, fanyeni kazi, halafu toeni taarifa. Haiwezekani kila kitu unashtakiwa, una, una una, kinalalamikiwa kina, leo kesho unatoa majibu. Hawa watu wanaofanya matukio na wao wamejipanga. Sasa, kwa sababu vyombo vyetu tunaviamini, kama mlifanya vizuri Rufiji, mkafanya vizuri Msumbiji, hili dalo litapita tunawaomba ongezeni weledi, lakini sisi kama wabunge wa bunge hili tunaungana mkono sana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. <tutu> rafiki yangu Kamili, usiambula IGP wala usirudi nyuma. Pengine watu wanakupima kwa kaumbo kako, lakini sisi na mheshimiwa rais tunaamini kwamba tuko mikono salama, vyombo vyote. Kamanda wa migration, tena mimi nilishangaa mliwarudisha wanini Mngewaingiza ndani tuwapeleke na kulima, inawezekana kule Kenya hakuna mashamba. Lindeni mipaka yetu, watu waingie humu kwa vibali. Kama amekuja kufanya biashara, halipie kibali cha biashara. Huwezi kuja kutembea, halafu ukaanza kwenda kuning'inia mahakamani na kutoa presi. Hili ni taifa huru, wasituingilie na taifa letu. Hata sisi tunayo midomo. Na wao wanafanya kampeni, wanafanya mikutano, na sisi tunao wabunge wa Kenya wengi tu, marafiki zetu, tunashirikiana kwa mawazo kwenye simu lakini hatujawahi kwenda kupanda majukwani kudogesha serikali yao. Niwaombe sana, jeshi letu ni la weledi kwa kweli. Niangalia hata ukiangalia wao wanasema wameendelea, hivi unaendelea? Watu kila siku rais anapewa majina saa hivi, sijui anatwa heri chapo, sijui mara Kasongo, kila siku mara anapondo viatu kwenye msafara. Tunataka tuwe na jeshi la dizaini hiyo? Hapana, jeshi letu tunataka mwendelee na mwendo mdundo ule ule. Mtu yoyote anayeingia Tanzania ajue, ukileta mchezo Wambura yuko kazini na wenzie, utanyaa kwenye debe au utakula rungu. Hii ni haki yetu, lazima tuilinde nchi yetu kwa wivu mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilienda nili, China siku moja, nikakodisha teksi. Sasa eh, nikawa nabishana na mkalimani wangu mii, kiingereza sikijui. Wakati tunabishana, nikawa nasema mbona sioni wachina wakizungumza kuhusu rais wao kuzungumza yule dereva teksi alishika breki, karibu tuumane meno mle ndani. Akasema, ninyi mmekuja kwa ajili ya biashara au mmekuja kwa ajili ya kumsema rais wetu? Akatuambia mimi hata nilizowabeba msinilipe, akatuache kituoni. Sasa niwaombe, hii ndio sistimu tunataka kwenda naye kwenye hii nchi eh? Tumwache rais afanye kazi. Rais anakaa kila siku, anachorwa, anafanya hivi. Niwaombe vyombo vya ulinzi na usalama, tumepitisha sheria humu hata kumchora rais wetu, kumtukana rais wetu ni kukamata, kwa sababu tulikubaliana humu ndani bungeni usayama. tumetunga sheria alafu tunaiogopa wenyewe. watu wakianza ku sheria ya usalama wa taifa tumetunga umu sheria ya polisi, sheria ya mitandao tumetunga umu. Ikianza kutekelezwa tena tunarudi nyuma kukaa majukwani. Hapana. Anayeumia na hizi sheria alete hoja umu bungeni, atuambie kama yeye anataka kinuke kama watu wafanye kazi yao. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, asante sana.